Pupa Fumba katika ubora wake. Mwanaharakati huyo wa Afrika Kusini anaandamana mbele ya jengo la mahakama kuu ya Cape Town. Serikali inapanga kujenga viwanda vipya vya nishati ya nyuklea kwa gharama ya karibu yuro bilioni 70, na leo mahakama inaamua kama mipango hiyo ni ya kisheria. Pupa na wanaharakati wenzake wa kundi la Right to Know Campaign wanaamini inakwenda kinyume cha sheria. Wanasema serikali inapaswa kutumia fedha hizo katika masuala muhimu kama vile kuzisaidia jamii zisizojiweza solidarity... tumeshikamana. Na pia tunasema hatutaki mpango wa nyuklia, kwa sababu hautafidia masuala yanayotukumba sasa, kama vile masuala ya maji, upatikanaji wa vyoo vyumba, na elimu bora. Asubuhi inayofuata Pupa anaelekea katika ofisi ya Right to Know Campaign, mojawapo ya mavuguvugu ya kiraia yenye shughuli nyingi. Pupa amekuwa sehemu ya kampeni hiyo tangu ilipoanzishwa mwaka 2010. Yeye na mwanaharakati Noma Mbayo wanayajadili maandamano ya jana na hatua zitakazofuata ili kuupinga mpango huo wa nyuklia. Mitandao ya kijamii na intaneti huenda zikawa mbinu maarufu za kusambaza habari siku hizi, lakini Pupa na timu yake hutegemea warsha na vijitabu. Jamii maskini haziwezi kuigeukia Google, anafafanua Noma. Afrika Kusini ni nchi ya kidemokrasia kwenye karatasi, lakini katika hali ya kawaida watu wanadai kushirikishwa. Upatikanaji wa habari bado haupo. Uhuru wa kujieleza kwa misingi ya kuzipata kupitia vyombo vya habari bado haupo. Katika mwaka wa 2010 serikali ya Afrika Kusini ilijaribu kupitisha mswada wa usiri ambao ungewawezesha maafisa wa serikali kutotoa habari kwa umma bila kutoa sababu. Maelfu walikusanyika mbele ya bunge mjini Cape Town kuandamana dhidi ya mswada huo, na ndipo Right to Know Campaign ikazaliwa. Na hata ingawa mswada huo ulipitishwa mwaka wa 2013 Haujaidhinishwa kuwa sheria. Kampeni hiyo iliungwa mkono na Waafrika Kusini maarufu kama vile askofu mstaafu wa Cape Town Desmond Tutu. Tukiwa wa Afrika Kusini tumepigania kwa muda mrefu kuwapo na jamii ya wazi na ya kidemokrasia. Sote tunapaswa kutoa sauti zetu kupinga mswada wa kuficha habari, Protection of Information Bill. Pupa hufanya wajibu wake wa kupigania jamii ya kidemokrasia. Siku moja baada ya maandamano, anateremka katika mitaa ya katikati mwa mji wa Cape Town. Anataka kusambaza habari kuhusu madhara ya nishati ya nuklea na mpango huo tata wa serikali, lakini sio kila mtu anayetaka kumsikiliza. Pupa hajalishwi na wasiotaka kumsikiliza, anasema alikulia katika enzi ya ubaguzi wa rangi na katika familia ya wanasiasa, na hivyo akafuata mkondo huo. Up... familia niliyokulia ndani sijawahi kunyumwa nafasi ambapo siwezi kumwona harakati hivyo unakumwana harakati kwa sababu hauingilii mambo ya siasa na maswala unayozungumzia ni maswala ya haki za binadamu. Pupa hufanya kazi wakati wote katika kundi la Right to Know campaign na halipwi kwa hilo. Familia yake humsaidia ili aifanyie kazi ndoto yake ya Afrika Kusini yenye demokrasia ya kweli.